Pa, mimi ni David wa Karungi, mwenzangu ni Balkis Njuki, na mara hii tupo na wageni wetu hapa studioni. karibuni sana. Sana kwako pia, lakini tunafurahi kuwaoneni mkiwa wenye siha njema na mkiwa salama. Asante sana. Juzi juzi eh, wiki iliyopita. Karibu sana. Tunaye hapa Anti Sadaka, lakini tunaye hapa Madam Consolata mm -hmm, ambaye huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la Binti Mwenye Ndoto, mwenye ndoto. Natamani mi wakati niko huko nina ndoto ningekutana. Ah, okay. Hey, hey, wangeisep vizuri ndoto yangu okay. Pengine singekuwa <laughs> <laughs> Lakini hata hapa si haba, umekutana nao unaweza ukaibiaibia, japo notes za ukubwani lazima ukariri vilivyo <laughs> kabisa. Lakini kubwa zaidi tunazungumza, eh, namna ya kumwinua binti, namna ya kumfikisha pale ambapo anastahiki Eh, kuwa na siku zote hawa mabinti ambao wako katika umri huu lazima wainuliwe na kuweza kufika katika sehemu fulani. Karibuni sana. Asante sana. Tuanze na, na Consolata Mama. Kwa nini binti mwenye ndoto? Ah. <laughs> Tuliamua hmm, kuita binti mwenye ndoto kwa sababu tuna nyakati tunapitia katika umri wa maisha tunayoishi hapa duniani. Kwa hiyo so, tunapotoka utotoni tunaingia ujanani kisha utu uzima, uzee na kuendelea. Kwa hiyo umri muhimu sana wa mtu kutengeneza njia iliyonyoka ni ujana wake, na ujana wake tunaupata hapo kati mm. Lakini tukatumia binti kwa sababu tu, tumezoeshwa ile kwamba wanawake wanawezeshwa zaidi kushinda wanaume, ni wanawake wa kuwa tegemezi sana mm -hmm. Ila sisi sasa hili tukalitoa, ili tulifanye kwamba hata mtoto wa kike anaweza kutimiza malengo yake bila kuwezeshwa na nani na mwanaume. Ndio maana tukaamua kuwa na binti, lakini binti ni mpango maalumu huu ambao tumeutoa kutoka taasisi ya Voice of Igo Tanzania. Kikubwa ni taasisi ya Voice of Igo Tanzania, ndo tukaja na mpango mkakati wa kuwa na huu mpango maalumu wa binti. Na mpango maalum wa binti, tukaamua tumnyanyue binti kutokana na malengo yake, kwa sababu mabinti wengi hawafikii malengo kutokana na ndoto zao kuzimwa, aidha na mimba za utotoni, unyanyasaji ule wa kijinsia na ukatili mm. kwa hiyo sisi tukaamua sasa, hata umepitia hizi changamoto We bado ni binti, unaweza kutimiza ndoto zako ukiamua kufanya nini? Kuzisimamia. Ndo maana tupo kuwahimiza na kuwahamasisha mabinti wale wote ambao wana ndoto. Labda kuna mtu ana ndoto ya kuwa rubani mkubwa, mm. kuwa daktari. Hata kama umepitia manyanyaso bado una nafasi, unaweza ukaipata na ukafikia ndoto yako eh. Kwa hiyo, ndugu mwenyekiti hapa, eh, okay, nikupe heshima yako kwanza kwa sababu ambacho unakifanya kinapigania mustakabali mwema wa jamii yetu. Mnaangalia mabinti wa aina gani? Kwa sababu mtu anaposikia eh, ulivyoeleza hizo changamoto, pengine kuna namna mnavyoangalia wa aina gani. okay. Kwanza sisi tunaangalia mabinti wa aina zote katika jamii, hatujabezi na wale nomo tu, hapana. Tupo na makundi maalum pia, tunaangalia vijana wote walioko kule, lakini upande wa mabinti zaidi tunaangalia hawa mabinti ambao wanapotoka kwenye steji ya balehe wanavyoanza kwenda, ndo pale ndoto nyingi zinapoharibika. Kwa hiyo hao ndo tunaodili nao sana. Kwa hiyo kuanzia miaka kumi na tano sisi tunadili nao mpaka miaka thelathini na tano huyo bado sisi kwetu ni binti, tunatakiwa tumsimamie aweze kutimiza ndoto zake halisi. Na awe katika mazingira gani? Mazingira ni yoyote yale yaliyopo, yaani ilimradi tu ana nia ya kutimiza kile ambacho anatamani kukitimiza. Kwa hiyo kama alikatisha ndoto zake njiani kwa mimba za utotoni, tunampa nafasi na nafasi yetu sisi, haijalishi umesoma sana au hujasoma kabisa, kwa sababu tunao upande wa pili, tunakupa elimu mbadala ambayo ni tunasema nadharia kwa vitendo. E, sisi hapa tunakupa. Kwa hiyo kuna mafundi cherehani, kuna salonisti, kuna wapishi kuna wote yani, kwa hiyo tu ukija, tunategemea unataka upande gani. Unataka kuwa salonisti, utakutana na walimu. Unataka kuwa labda mpishi, wapo watu utawakuta. Unataka kuwa fundi cherehani, pia utawakuta, ili mradi tu uweze kutimiza ndoto yako kwa kuisimamia kwa pale unapotaka. Aunt Sadaka, mm-hmm. umekuwa um, saikolojia, mtaalamu wa makuzi na malezi katika jamii zetu unadhani mpaka tumefikia uh, kuwa na vitu kama hivi kuwa na majukwaa kama haya, kuna sehemu ambapo tulilegalega kufika kuwakuza vizuri na kutengeneza vizuri ndoto eh, za, ma, za, za watoto wetu? Um, kwanza umesahau cheo changu kimoja, unaniita mama Sa <laughs> pia vizuri <ni mama. laughs> <laughs> yeah, nice. sana ah, okay. um, ukiangalia kwenye mifumo ya malezi yetu mm. mara nyingi watoto wa kike tunawalea kwenye uwambo fulani hivi mm, wenye mipaka mingi, na bahati mbaya akiteleza kwa namna yoyote mm, eidha amefeli shule, amepata ujauzito, yaani chochote ambacho kitatokea basi ule, ule ukuta kwa sababu ulikuwa umemkinga ume, ume sana mm, unapoanguka Ha, yani pale ndo anakuwa ameishia, kwa sababu hata mzazi nguvu ya kumbeba mtoto ambaye labda amepata ujauzito, labda amekatisha shule kwa sababu yoyote, labda mm. chochote maisha yake yakwenda kama mzazi anavyotaka, yani inakuwa ni ngumu. Lakini kwenye hii Binti Mwenye Ndoto kutoka mm. kwenye Voice of Vigo tunaangalia hata wale ambao mbele wametoboa sasa hata kama kama umeshatoboa mm. lakini hapo ulipo una feel your voice, sauti yako haijafika pale unapotaka kwenda, umeona mm. ni mahali ambapo niliona vision tofauti kidogo ya wengi ambao tunajishughulisha na malezi ya mabinti mm. kwamba hatuangalii failures, wale failures hapana, lakini ni mtu yoyote ambaye ndani yake anajisikia ana wito ambao hajaufanyia kazi, then pale ndio mahali sahihi. Na ameongea tu kwa uchache, lakini kuna fani zote kumi na tano ambazo zinatambuliwa na VETA. Zile fani zote ziko pale, yani hata mimi leo, mimi napenda sana graphics. mm -hmm. okay. sija, sikuwahi kupata hilo somo mm -hmm. Mm -hmm. lakini nakwenda pale ninajifunza graphics kwa sababu kabisa kabisa ni kitu ambacho kiko ndani yangu, yeah. Unajua, natamani ku design mwenyewe, yeah. Ninawazo kichwani, lakini natamani kulifanya, mm. Sawa, yeah. Sikuwahi kufanya hiyo kozi, mm. Lakini napofika vigo nakutana na Joanita ananionyesha kwamba hii fanya hivi fanya hivi. And I'm like, wow, siku hizi hata kama ukiangalia kwenye page yangu matangazo, siku hizi natengeneza mwenyewe, oh, namba, kuyangalia <laughs> <ayo> Kweli <matangazo. laughs> <laughs> <laughs> na, na, na, na rekodi mwenyewe video, naziwekea caption mwenyewe, naziwekea ile mark mwenyewe. Nimefundishwa Voice of Ego mm. eh. Bibi wa kidijitali. <laughs> <laughs> Uh, unajua Deo. Unajua David unaweza ukaenda kwenye maisha Deo. Alafu ukajikuta kuna kitu ulitamani sana kukifanya hujakifanya. mm. Na kati ya vitu ambavyo nakutana na watu a lot of people regret ni nini hawakufanya. Mimi kama hii design napenda sana kushona umeona, lakini nikifika Voice of Vigo. Mm. Na niko katika kuzindua classic turbans mm. kutoka kwao. Yeah. Umenielewa mm. natengeneza turbans ni ndoto mimi, wakati naolewa miaka 34 iliyopita, nguo yangu ya harusi nilishona mwenyewe. Wow. mm. nice. Umenielewa yeah. Exclusive. Alafu hiyo ndoto ikafa, haikuendelea mm. Lakini nimefika mahali ambapo I can revive that sitaki niende alafu nikae ni, ni nijifikirie kwamba hichi kitu kwa nini sikufanya kwa nini sikufanya. Hapo hapo, Anti Sadaka, mm. ulipozungumza kwamba mtoto um, ama binti anaweza akawa na ndoto fulani mm. lakini akashindwa kuiendeleza, kuna wakati wazazi wanaweza kuchangia. mm. nitoe mfano mm. mimi mwanangu akifunga taulo ya kwenda kuoga mm. lazima iwe in a style way, anaweza mm -hmm. kuifunga ikawa kama nguo ya Kihindi. mm. anaweza kuifunga ikawa kama shela inaning'inia huku nyuma mm. anaweza, lakini unaweza kukuta mzazi anakuambia mbona, mm. buruza nguo, mbona umeburuza nguo eh? mm. Sasa ni kwa namna gani wazazi tunatakiwa na sisi tuwasapoti watoto mm. wa wetu kwa ajili ya kuendelea kuwanyanyua mm. hizo ndoto zao, ili wakifika kwenda kwenye majukwaa kama haya mm. inakuwa ni rahisi zaidi kuendeleza. mimi mm. naiangalia Tuwe makini kuwajua watoto wetu kama wao okay. Tusiwalee kwa mazoea. mm. Unajua dada yako alifanya hivi, kwa hiyo nawe unatakiwa ufanye hivi. Hapana, angalia mtoto wako, kuna vitu anavifanya vizuri bila kutumia nguvu kubwa. mm. mm. tunatumia nguvu kubwa kuwaelekeza kufanya vitu ambavyo, productivity, yani, wanachokizalisha kutoka kwenye hiyo, inakuwa ndogo sana, lakini pale unapomwacha mtoto akafanya kwa kwa raha yake, kwa nafasi yake, kwa utashi wake, kwa kile kilichoko ndani mm. Kwa hiyo ni rahisi mzazi kugundua kwamba huyo anapoamua kufanya kitu fulani, anakifanya kwa vizuri zaidi yeye mwenyewe. Kwa hiyo capitalize pale, yaani awesome. Usisubiri mpaka sijui Mungu alete kitu gani hapa, naangalia maisha ya kawaida kila siku mm. umeongelea kuhusu mjukuu wangu ambaye hata taulo mm. atalifunga in a stylish way. She's a designer n yeah, angalia ni namna gani, yaani wewe mpe maelekezo kule ambako unatamani, unaona nenda stara, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki mm. Lakini hapana no, mimi nimejifunza ukubwani no, yeah. <coughs> hey, yeah. <laughs> na umeweza na, nimeweza, pamoja na kupitia kurasa zetu za Instagram za Azam TV Sports, eh, UTV Azam TV TZ tembelea kurasa ya Aunt Sadaka ili uweze, mm, kuona anavyojifunza mm, graphics na anatengeneza matangazo hayo pekee. Hii anawapa na, na na changamoto mabinti mwingine mm. Anaweza kando sasa sasa hivi anangalia asa, anangali. Asa mi mbona siwezi kufanya chochote muone, mm. Huyo hapa Aunt Sadaka umri ushaenda, lakini tayari anaweza kufanya graphics. Na graphics, sisi huku wanafanya vijana watundu watundu mm. Lakini unaona Aunt Sadaka anaweza kumudu na kufanya kitu kama hicho. Consolata, ndugu mwenyekiti mm. Utuambie, <laughs> mara hii mna mi, miradi yenu ikoje? Mnafanya nini na hivi karibuni, kutokuwa na nini zaidi? Okay, sisi katika hii taasisi ya Voice of Figo Tanzania kupitia mpango maalumu wa Binti Mwenye Ndoto, kwanza kabisa tuko mabinti kumi. Nde. katika mabinti kumi wote ni mabinti wasomi waliopo. mm -hmm. muko kila mmoja mm -hmm. ana fani yake mbadala pale tumekutana kama kiwanda kwa ajili ya kuwapika mabinti wengine ambao wako tayari kujoini safari yetu tunayoenda nayo na mbali na sisi pia, ndani yetu sisi tunao watoto wadogo wale wa miaka kuanzia mitatu kwenda mpaka kumi kumi na mbili Tunao na Jumamosi, siku ya event pale Mlimani City mtakutana nao. Tunao watoto wanafanya makubwa sana ni kwa sababu ya ndoto zao, wapo wanaziendeleza kuna mtoto tunaye, yeye huwa anasema kwamba mimi nitakapokuwa mkubwa natamani kuna sehemu isomeke kama msitu, ni kwa ajili yangu mimi. Kwa hiyo mm-hmm. kila birthday yake anapanda miti kumi, na ile ni kampeni yake kabisa maalum anaoendelea nayo kwa kila kifika birthday, mnaotaka kumsupport mnapanda miti na yeye, miti kumi. Imagine sasa hivi ana miaka kumi na mbili, anapanda miti kumi, akija kufika miaka 30 atakuwa na miti mingapi kila mwaka? kwa hivyo tunachukua hata wale wadogo ambao, yani, kama una mzazi una mtoto nyumbani, madam hapa ameshasema ana binti yake ambaye anaonekana mm. ni stylish, anaruhusiwa kumfuatilia, utawaambia kwamba waje kumchukua sana. Tunao wengine ambao <laughs> wao yani, wa labda ni mafundi wanatamani kuwa mainjinia, wapo. Tunao wale ambao wanatamani kufanya vitu vinginevyo pia, wapo. Ndio maana nakwambia sisi katika mpongo wetu wale mabinti kumi tuliopo, mimi ni salonisti <laughs> kunao wanasheria kunao wa graphic design kama madamu walivyokwambia, hmm. na nyinyi mmesema yeah, kwamba tuna tu, ni vijana sana wale yeah. vijana watundu watundu ndio wapo kwenye hizi sekta. Jamani, nataka niwaambie kwamba ubunifu hauhitaji utu uzima, yani hauhitaji umri. Kama bado unapumua Mungu ukakupa na we... nafasi <laughs> <laughs> itumie itumie nafasi yako vilivyo, usisubiri kwamba umri fulani. Kama leo hii unatamani kwenda driving, hmm. nenda si ndio? Umetamani, unatamani kuwa labda mpishi. Sio lazima ukawe katara huko mbali. Hapana, unaweza ukawa mpishi unajipikia chakula chako nyumbani kizuri sio unakula tu kwa sababu unakula ili usife. Hapana, unakula kile unachopenda kukipika. Kwa hiyo mara hii Mlimani City, mtakuwa mna, mna nini? Mnafanya nini na... Mlimani City. mm. Kwanza kabisa hii ni kama birthday kwetu kwa sababu tunaifanya tangu tu kuanzishwa kwake Tanzania ni mwaka wetu wa 4. mm. Japo tulikuwa tunafanya zile ndogo ndogo mwaka jana tulifanya event pale Mlimani City, kwa hiyo hii ni ya mara ya pili ya Binti Mwenye Ndoto na lengo kubwa la kwenda Mlimani City ni kwenda kutangazia ulimwengu ujue kwamba wapo mabinti ambao wanaweza kutimiza ndoto zao. Yani, usimfungie binti nyumbani, usimfungie kijana nyumbani. Cha msingi fatilia kipi ambacho unaona anaendana nacho, hicho ndo mfatilie. Niongezee hapo ni mm -hmm. platform ambayo hawa mabinti mm -hmm. Tuna amekwambia wako kumi mm, lakini chini yao mm, wako wengi zaidi sawa. Kwa hiyo ni platfomu ambayo tunakwenda ha, kushowcase hawa kumi, ni viongozi hawa kumi ndio wenye fani zao ha, okay. Kwa mfano miji wanita wangu Ndi. Yeye ndio niko chini yake na huko chini yetu wako wengi, wako mm-hmm, wengi zaidi. Kwa hiyo hawa kumi na wengine wengi wanakwenda kushowcase wanachokifanya Ndi. Kwa hiyo ni platfomu ambayo hawa watendaji, mm -hmm. na huko nje wako vijana wengine ambao wangetamani kufanya kama wao mm -hmm. Lakini pia natamani wale ambao wana uwezo ambao wangetamani kusponsor mm -hmm. hizi kwa sababu mimi naiangalia na moa za showcase, ni mahali ambapo wanakwenda kukutana watendaji, wanakwenda kukutana facilitator mm -hmm. Yani sio sio nianze kuandika proposal na nini mm -hmm. Lakini njoo uone ninachokifanya kwanza mm -hmm. U, yani njoo uone ninachokifanya tumetafuta, tume, tume, namna okay, tofauti kidogo mm -hmm. ni mahali ambapo showcase kazi kama thelathini mpaka hamsini hivi, thelathini kama hamsini ambazo kila mahali kuna mtu ambaye amefanya, umeona? Kwa hiyo pale kama wewe ni mzazi ambayo unatamani kuja kuona mtoto wako aje kufanya nini, voizo vigo mlete. Kama ni wewe ni mlengo ambaye unatamani kusapoti nguvu ya hawa vijana Njoo kama mdau, kama mimi sina muda ila natamani kuongeza nguvu, natamani kuongeza mendeleana, nguvu mwendelee na kazi, kazi. Kwa hiyo we utakuja as a potential sponsor mm. We utakuja, utakuja as a potential creator, we utakuja as potential kila mtu ana nafasi yake kwa sababu kwenye kila fani kuna mawaki, kuna wakili. Tunatamani tupate mawakili wengi zaidi ambao watakuja kuwanacha kuwa hawa ili tuweze kuwa na kwenye ground kabisa, tuwe na mawakili. Kwa hiyo at any point unayojiangalia ni mahali ambapo kutafanyika mambo mengi kwa wakati mmoja, lakini lengo ni kuhakikisha ndoto ya binti imesimama. Napo mmemasiti, kuna kingilio labda na itakuwa ni saa ngapi hadi saa ngapi? Ndiyo, Mlimani City tunazo tiketi mm -hmm. ambazo ndo kibali cha wewe kufika. Ndiyo. na tiketi zetu hatujamwangalia tu yule mtu wa klasi fulani, hapana. Tumegawa kwa watu wote, tunazo za shilingi elfu hamsini, tunazo za shilingi laki moja. Ndiyo. tunazo na za shilingi laki mbili hizi. Ndiyo. zote jamani, ni tiketi na niwaambie tu Watanzania, hizi ndizo zimesalia. Ndiyo. Ndiyo. kwa hiyo kama bado unahitaji nafasi hii, tunao siku ya <laughs> ya leo tunao siku ya kesho Ijumaa itakuwa ni mwisho jamani umeshindwa mzazi, kufika walau basi, mnunulie hata mtoto wako okay, aje kujifunza. Ndicho ambacho nilikuwa nataka kukifahamu. Mi nataka kuja na mtoto wangu inabidi ninue tiketi mbili tofauti? Ndio, ndio. okay. tunakupa tiketi unakaribishwa, unakuja. Mtoto anakuja kushuhudia kipi kinachoendelea, anakuja kujifunza, anakuja kupata maarifa zaidi. Sasa karibuni na, na endapo nataka kumleta mtoto sasa kwa ajili ya kuja ku... kujisajili. kujisajili na kuendelea kupata mafunzo kuikuza ndoto yake ha, sisi mm. unaweza ukatembelea peji zetu ambazo ni Voice of Figo Tanzania. Instagram tunapatikana, TikTok tunapatikana, uh, pia YouTube tunapatikana, kwenye platform zote tupo, lakini pia kuna mbali na Voice of Wafigwa Tanzania, pia Binti Mwenye Ndoto. Na mbali na hapo, pia sisi binafsi tunazo account zetu. Kwa mfano mimi, ukiingia Bridget Hairdressing Saluni, unaweza ukaingia kule tukawasiliana, ukiniambia tu nitakudirect, direct kwa mkurugenzi wetu, unapata maarifa na na, na, na, endapo nimeshamsajili mtoto mm -hmm, uh, mnaendelea kumfuatilia yani, kwa muda gani pengine Hicho ndicho muhimu kwetu. Kwa hiyo katika mkataba wako utakao saini kwetu sisi, kwamba mimi nataka kwanza mafunzo labda ni ya miezi mitatu labda ni ya miezi sita, ndani ya yale mafunzo lazima mzazi mza ujikomiti, yani, umetuletea mtoto lakini lazima mzazi ujikomiti, kwa sababu ipo sehemu ya mzazi kujikomiti wewe kufuatilia na ipo sehemu ya sisi kujikomiti kumfuatilia mtoto wako. Kwa hiyo sasa hapo tusije tukaingiliana, tumeshajikomiti Jumatatu mpaka Ijumaa mtoto, mtoto atahudhuria darasani, alafu wewe umefika Jumanne unamwambia una, una mtoto leo mvua, imeonyesha kwa hiyo usiende. <laughs> Tutakuuliza mzazi, kwa nini mtoto ajehuzulia leo darasani wakati <laughs> ni wakati wa yeye kuwepo darasani. Sasa yeah. Na, na na Sadaka angekuwa hahudhurii darasani mm. awelna <laughs> <kwa> <yani, laughs> matangazo makini mbaya <laughs> zaidi. Mwalimu wa Anti Sadaka ni mtoto wake. Kwa hiyo pale tukifika saa la darasani tunaweka yani, mzazi pembeni, tuko mwalimu na mwanafunzi, sio mama na mtoto. Hiyo ni kubwa na ni nzuri zaidi. Na tukio letu litakuwa ni siku gani, tarehe gani, siku gani, saa ngapi hadi saa ngapi? tukio letu litakuwa ni tarehe tano mwezi wa nne Jumamosi hii. Hmm. na muda ni saa mbili kamili asubuhi mpaka saa kumi jioni. Jamani, chakula kitakuwepo, ni wewe tu kumiliki tiketi yako. Tunayo tiketi na tunacho kitenge hiki hapa. Hmm. kwa hiyo kazi ni kwako, uje umependeza zaidi. Hmm. lakini pia uje upate maarifa na ujifunze, uje upishane na mafashonisti mle ndani, maana ni fujo Mm-hmm. E, kila moja anataka kupendeza na tunahitaji watu wapendeze, uwaje wafurahi wa wajumuike pamoja, waelimike, ili unapoondoka saa kumi lazima uwe na mambo ya msingi ambayo umeabeba. Ikiwezekana na notebook beba, maana darasa lipo. Mm-hmm. Yaani tunaanzia pale pale darasa, kwa hiyo watakuwepo wasemaji wengi sana. Nadhani, iki, yani mimi naona kama hili tukio lenu sio tu tukio bali ni, ni kama ibada. Unajua, ukikutanisha watu waende kukutana na wengine wenye mtazamo chanya. mm. nadhani tunapaswa kufanya hivi, kuwa na workshop ambazo zinawaleta watoto pamoja kutimiza ndoto, hata jamii inakuwa salama. Kusibabu, kwa sababu wachina wenzetu huko duniani wanafanya mambo kama haya, kwa hiyo mkiyafanya hapa kwetu tunajua kiushindani

aakwanzaant Sadaka imekuwa maarufu sana mpaka tunasahau jina lako halisi. Jina <laughs> lako halisi ni nani? Mi naitwa Sadaka Saidi. Sadaka Saidi. mm. Mi naitwa Balkis Saidi ba, yeah, Saidi sasa Sadaka. okay. <laughs> sio mama angu tena. ah, dada, dada, dada, dada. sawa <laughs> <laughs> sawa. uh, Sadaka Saidi, mimi naitwa Sadaka Saidi Mtuka. Mtuka. Hmm. Okay. Hmm. Eh, basi ndo kuwe kuwe kwa Anti Sadaka. Anti, ah, okay. Eh, hey. Sadaka ilikuja baada ya kufanya kazi na watoto. ah, okay. ah, kwa hiyo hivi tunataka hiyo hiyo Anti Sadaka. Na mimi wakati fulani nilikuwa miongoni mwa watu wanaojua anti, anti, anti, anti, anti. anti. Hmm. anti miini, ni, ni, that... ni wa anti, <laughs> jina lake la mwanzo inakuja the new brand. Bibi Sadaka. Ah, Bibi Sadaka. Ah, ila sisi acha tu tuendelee, hiyo sadaka ni watu wetu sisi na eh, na sistuendelee nakuna <laughs> mawasiliano ya simu, kwa sababu mtu mwingine anaweza akahitaji maelezo ya ziada kama kuna mawasiliano ya simu. Okay, kwa mawasiliano hmm, unaweza ukatumia namba yangu mimi ambaye, hmm, ni mwenyekiti ni 0676 0676 70 70 41 41 36 36 kwa mara ya mwisho 06 666 kiingilio, kina nadhani kinajitosheleza kwa mzazi mm -hmm. kuangalia mustakabali wa kesho ya mwanae. Kwa hiyo ni vyema tukawapeleka watoto sehemu ambazo pia mm -hmm. wanajenga kesho yao na mambo yanapendeza. Viwalo tunanunua vya gharama sana, ndiyo na msimu <laughs> unaisha, lakini maarifa sana, sana, yanadumu e. Ukiangalia gharama ambazo tumetumia kwenye sikukuu za Idi ni gharama zaidi mm -hmm. ya hiyo tiketi ya laki, usije ukataja wakicho ni mw... kiwanja nyumbani. <laughs> kwa kumalizia, ni Sadaka, unaweza kuzungumza na Watanzania kuhusu mm -hmm. malezi ya watoto angalau kwa ufupi kwa mm -hmm. ufupi. mm -hmm. mm -hmm. mimi natamani sana, popote unapolea mm -hmm. jenga mtoto wako ili aweze kusimama vizuri pale ambapo wewe haupo. mm -hmm. usikazane kute, kute, kujenga mtoto mm -hmm pale mbele unapomwona, kumbuka mtoto wako atakwenda duniani. Kwa hiyo wakati ukiwa unamlea, hakikisha anajua kabisa kwamba, nitaanguka lakini ni lazima nisimame, nina malengo lazima yakamilike. Mimi ni mwema, lakini bahati mbaya huko duniani pia kuna manyang'ao. Hmm. Umeona, dunia mahali patamu sana, lakini kuna watu wachache ambao wanafanya dunia inakuwa mahali sio salama kwa yes, hiyo unapomjenga mtoto kwa mitazamo hiyo ambayo inamwinua, inamlinda, inamfanya aweze kusimama yeye peke yake, hata we mzazi huwezi kukosa usingizi mtoto wako atakapokuwa mbali na wewe. Asante sana. Haya maneno anayosema Anti Sadaka. Huwa hmm, wanalipia kwenye social za <laughs> <laughs> tuna tunakushukuru okay, sana. Asante sana. Kwa tunashukuru sana Consolata. Ujitumie muda. Tunakutana saa ngapi pa hapo Mlimani? Okay, Mlimani City tumekubaliana ni kuanzia saa mbili kamili asubuhi hmm, mpaka saa kumi jioni. Sasa, tuko Zingatia kuna chakula ila kuna maarifa. Ndio. Hey. Na burudani na burudani yeah, zote eh, tunakutana na unawafundisha watoto hata kumingo kufanya connection lobbying eh, watu watakuja kuchukua rasilimali zetu hapa, lazima <laughs> watoto wajue lobbying. Mimi tunawashukuru <watu> <laughs> eh, sana kwa kuwa nasi, lakini tunashukuru zaidi kwa kuendelea kuangazia ndoto za mabinti, hichi mnachokifanya pengine faida yake mnaweza msiione duniani, lakini hata kwa Mwenyezi Mungu mtaikuta uh, hii faida mnachokifanya hapa sasa hivi Kabeza. Duniani tulikuwa naye Consolata, huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la Binti Mwenye Ndoto, lakini pia akiwa na mwanafunzi Sadaka saikolojia <laughs> <laughs> mwanafunzi uh, mtaalam wa makuzi na malezi na pia ni mama, hilo sahizi silisahau tena. Karibuni kwa wakati mwingine ndani ya Alasiri S